Moja kati ya kifungo ambacho kimekuwa kinatesa maisha ya watu wengi ni kuto kusamehe. Sijui kama umeshawahi kujiuliza hii kitu lakini, kuto kusamehe ni kifungo. Kwa nini? Kwa sababu moyo wako haukutakiwa kutumika kubeba watu. Moyo wako ulitakiwa kutumika kufanya maisha. Unapokuwa umechukia mtu, umechukia watu, sio yeye umemuweka kwenye kifungo, ni wewe ndiye ambaye uko kwenye kifungo. Maelfu na maelfu ya watu duniani wanashindwa kusamehe, na wana sababu nyingi za msingi ambazo wanazitumia kujustify kuto kusamehe kwao. Lakini mwisho wa siku, regardless hizi sababu ni nzuri kiasi gani kwako, zina uzito kiasi gani kwako, anayeumia, anayeathirika ni wewe, na sio watu ambao umewashikilia. Hebu jiulize, ili uweze kutokusamehe, lazima uweze kujitahidi kutunza chuki dhidi ya mtu au wa watu fulani, lazima uweze kutunza asila dhidi ya maisha, lazima uweze uh, kutawaliwa na hisia negative. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kitu ambacho kitakuumiza. Utajikuta unaishia kutukana watu kimoyomoyo, unaishia kuombea watu mabaya, unaishia kutamani watu washindwe na wafeli kwenye maisha yao, lakini mwisho wa siku haikusaidii kitu. So natamani uweze kujua ni kwa namna gani unaweza ukatoka kwenye kuto kusamehe huyu ni mtu, ni nani aliyekuumiza? Ni mpenzi wako? Ni wazazi wako? Ni kazini? Ni marafiki? Unatakiwa kuweza kusamehe.